Alikamwe ameendelea eh, kuwatia moyo mashabiki wa klabu ya Young Africans kutokana na mwenendo wa klabu ya Yanga kwa hivi sasa. Kwa hivi ameendelea kuwatia moyo wasikate tamaa na kuweza eh, kujitokeza kwa wingi katika eh, mechi inayofuata, kwa sababu Yanga hivi sasa inahitaji nguvu ya mashabiki kutokana na kupoteza michezo mbalimbali mbali hapo mwanzoni. Lakini kwa hivi sasa Likamwe ameendelea kuzungumza na e, mashabiki hawa wa Yanga na kusema kuwa bila wao basi mambo hayatakuwa e, mazuri, lakini ili awe mazuri zaidi na ili kuvuka katika raundi e, hii ya kwanza ambayo inaelekea katika hatua ya makundi basi Yanga itavuka kutokana na nguvu ya mashabiki, lakini mashabiki hao wakionyesha kusuasua, basi na klabu hii basi itasuasua, kutokana na klabu ni ya wananchi. Wananchi ni pamoja na mashabiki wote kwa ujumla, ambao wanaishabikia klabu ya Young Africans. Kwa hivyo, Alikamwe amesisitiza sana kwa mashabiki wote ambao wanaishabikia klabu ya Yanga kuweza e, kuipa nguvu, kuipa sapoti klabu hii ili kuweza kuvuka hatua ya makundi na kwenda e, kushindana katika mashindano haya ya klabu bingwa na kuweza kufika katika e, fainali. Lakini pia Alikamwe amesisitiza sana sana sana, sana, kutokana na wachezaji waliopo hivi sasa ili kuweza kurudisha hali yao ya kisaikolojia basi wachezaji hawa wanahitaji e, mwalimu ambaye anaweza akazungumza nao na kukaa chini wakimsikiliza e, kwa umakini zaidi, licha ya changamoto ya makocha ambayo wanaipitia hivi sasa, lakini pia ameonyesha kuwa bado kuna ushindani mkubwa sana katika klabu ya Yanga. Baadhi ya wachezaji ambao ni majeruhi, basi amesema hivi sasa wanaendelea uh, vizuri. Ukiangalia Clement Mzize, basi ni majeruhi, lakini pia yupo e, vizuri kutokana na matibabu ambayo anaendelea kuyapata akiwa hapa klabu ya Yanga, lakini pia akizungumza na Pakome Zozoa na kuweza e, kumjenga kisaikolojia ili kuweza kufanya vizuri katika raundi e, hii inayokuja kutoka hatua hii ya awali kwenda hatua ya makundi. Nikukumbushe mdau wa soka wa channel hii, akisha unabonyeza maneno ambayo yanasomeka, anasomeka subscribe, ili usipitwe na taarifa mpya ambayo itakuwa inajiri katika channel hii. Asante sana kwa wewe ambaye upo nasi siku zote Ukiendelea kufuatilia taarifa za uhakika zaidi